Ndugu zangu, leo unaona hii siku ya Arafa namna ilivyokuwa nzito, asije mtu leo akakukosesha hii siku. Tayari leo imetokea, watu wameshatangazia watu katika nchi yetu hii kwamba Arafa katika nchi ya Kenya itakuwa ni siku ya Ijumaa, Arafa katika nchi ya Saudi Arabia itakuwa ni siku ya Alhamis, na Arafa ni moja tu. Mtume swalla sallam ametaja kwamba ni siku ya Arafa hakusema ni siku ya tisa katika mwezi wa Dhulhija. Hawa ndugu zetu wanakunja hizi hadithi ili kuhalalisha mambo yao, ndugu zangu, na hakuna jambo la hatari kama hilo. Leo ukiwauliza hawa ndugu zetu wanakuambia, tarehe tisa yetu kulingana na mwandamo wa nchi yetu ya Kenya. Sasa matatizo yanarudi katika mgogoro wa mwezi, na mgogoro wa mwezi ndugu zangu

Kuna vitu viwili kila muislamu lazima afahamu katika mambo ya ikhtilaf. Jambo la kwanza, kuna kitu inaitwa qaulu rajih. Qaulu rajih ni kauli ambaye imeegemea dalili. Katika hii kauli mbili, ni gani ambaye imeegemea dalili kwenye Qur'an na sunna ya bwana mtume? Hiyo ndio kauli ambayo tunafaa kuifuata. Kisha kuna qaulu ljamhur. Jamhuru, lulama, wanazuoni wengi wanasema nini kuhusiana na masala hii ambayo wanazuoni imetofautiana, wengi wameegemea wapi? Hii ndo inaitwa kaulu jamhur. Katika masala ya mgogoro wa mwezi kuna ikhtilafe, lakini kaulu rajeh, kauli ambayo imeegemea dalili, ni watu wafate mwezi mmoja wa dunia. Hii ndo kauli ambayo dalili zote kwenye Qurani na katika sunna ya Bwana mtume zote, nawaambia ni Waislamu. Hakuna dalili hata moja, watupe hadithi moja ya mtume tu wala aya ya Qur'an. Wapi mwenyezi Mungu ametuambia kwamba tufunge kulingana na nchi, kwamba tufate nchi yetu, wala mtume ametufundisha? Hakuna hiyo ndugu zangu, hakuna mahali mtume amewahi kuambia watu hivo. Na hii nchi, ikiwa tunasema kila nchi, kila nchi na mwezi wake, tunaanza kuipimia kutoka wapi? Kutoka Malaba mpaka Namanga ama kutoka Kisumu mpaka Lamu? Na ni futi gani ambayo inapimwa ina, ina, ina nayo hapa kwamba hapa Tanzania hapa tunakubaliwa, Zanzibar tunakubaliwa, hii Somalia, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan, hizi zote hatukubaliwi kuifuata. Ni kipimo gani ambaye inaitumika kupima kwamba hapa tunaruhusiwa na hapa haturuhusiwi? Hizi zote wanakwenda kujifunga, na ndio unaona, ndugu zangu, kaululjamhur, kauli ya wanazuoni wengi. Katika wanazuoni ambao tunaizungumzia hapa ni maimamu wanne: Imamu Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbali na Imamu na Shafii. Maimamu watatu hawa, Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik na Imam Ahmad bin Hanbali wamekubaliana kwa sauti moja kwamba mwezi ukionekana mahali popote pale duniani, inamlazimu muislamu mwingine mahali popote alipo kufunga ama kufungua, na wakiegemea dalili katika Qurani na Sunna Bwana Mtume. Miongoni mwa dalili, Mtume aliposema sumu li ruyatihi waftiru liruiyatihi, fungeni ionekanapo ionekanapo mwezi. Si mnapouona hapo? Wanatafsiri tafsiri, tafsiri potofu, wanakuambia bwana, ni lazima tuuone. Hawa maimamu watatu miongoni mwao imamu Abu Hanifa alipotafsiri hadithi hii anasema, wa huwa khitabun aamun lijamii lumma man raahu minhum fi ayi makan kana dhalika ruyatahum jamian. Hapa mtume anazungumza na watu wote, dunia nzima, wa huwa khitabun am, si kwamba anazungumza na watu wa Makkah na Madina tu. Fungeni mnapouona, mtu yoyote miongoni mwenu atakayeiona sehemu yoyote duniani, inamlazimu Muislamu mwingine mahali popote alipo kufunga na kufungua. Na katika siku ya idi kubwa, katika, katika ibada ya Arafa tunaangalia ni lini mahujaji wanasimama Arafa. Arafa ni moja tu, haijalishi na mwezi wetu ulionekana wapi huku. Na ndio unaona hapa wanakuambia siku ya tisa. Hakuna siku ya tisa, ni siku ya siku ya Arafa. Tunakoseshwa hili jambo waziwazi, unaona ndugu zangu. Hawa maimamu watatu hawa, Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik na Imamu Ahmad bin Hambali, walichukua msimamo huu kwamba mwezi ni mmoja peke yake duniani. Wakati wao usafiri ulikuwa ni usafiri wa ngamia na usafiri wa punda, ilikuwa hakuna mawasiliano, walichukuaje msimamo kama huu? Na walikuwa wanajua wakati wao, ili jambo ilikuwa iwezekani, walikuwa wanajua wazi iwezekani hili mwezi ikionekana Kenya, na Nigeria itajuaje? Sudan itajuaje? Tanzania itajuaje? Na hakuna mawasiliano, usafiri ni usafiri wa ngamia. Lakini kwa sababu walisimama na nasi ya Qur'an na hadithi ya Bwana Mtume, hawakujali tena ili jambo linawezekana, ama iwezekani, waliamua kusimama nayo, na ndio leo hoja zao zinatumika juu ya mimbar kutetea hii hoja kwamba mwezi ni mmoja pekee yake duniani na Arafa ni mmoja pekee yake duniani. Na ndio unaona hawa ndugu zetu wanapozungumza, hawataji hawataji maimamu watatu hawa, hawataji kabisa, na huko anatuambia kwamba hawa ndio maimamu aimmatu ahlussunnah waljamaa utasikia tu wanataja mashekhe wengine, mashekhe wa kisaudi wataleta tu shehe gani kutoka Uingereza amezungumza, na clip ya Kiingereza kuna Msaudi fulani ameongea, Shekh Ulutheimin, Shekh bin Baz. Kwanza tupate kujua, ndugu yangu, wanakuambia mashekhe wa kisaudi wenyewe wanasema kwamba kila, kila nchi ifate Arafa yake. Sasa tupate kujua kwanza, ndugu zangu, mashekhe wa kisaudi lao itakuwa wamesema hivyo. Wao sio aya wala hadithi, wao ni binadamu, wanapata na kukosea. Sio kila kitu tunachosema msaudi ndio sisi tunaona kama ni dini. Mtume swalla so sallam ametaja kwamba ni siku ya Arafa, hakusema ni siku ya tisa katika mwezi wa Dhulhija. Ama ndugu zetu wanakunja hizi hadithi ili kuhalalisha mambo yao. Ndugu zangu, na hakuna jambo la hatari kama hilo, wanazikunja hadithi za Bwana Mtume, na mtu yoyote ambaye anayemsingizia Mtume Mtume mwenyewe anasema mtume ndo anayesema eh, atayarishe makazi yake na moto wa jahannam. Mtume anasema man kadhaba alayya wa fi riwaya man kadhaba alayya mutaammida faliyatabawa maq'adahu min annar, mtu yoyote ambaye atakainisingizia kwa makusudi, atayarishe makazi yake na moto wa jahannam. Mtume anasema siku ya Arafa, wewe unakuja unawaambia watu hapana, sio siku ya Arafa, ni siku ya tisa

zote hizi Mtume anasema siku ya Arafa siku ya Arafa. Na hii siku ya Arafa itakuwa ni siku ya Alhamis na ni wakati mahujaji wamesimama katika uwanja wa Arafat na ndio maana ikaitwa siku ya Arafa. Wanasimama katika uwanja wa Arafat siku ya Arafa, na sisi naye tunafunga saumu ya siku ya Arafa. Hakuna mahali Mtume ametaja siku ya tisa ndugu yangu lakini hizi ni matamshi ambayo ni ya kuwahadaa watu wasiojua, hasa mtu anakuja anazunguza mambo kibepesi weposi tu, manake wala hajali hii dhima ya kuwakosesha watu siku ya Arafa. Ndugu yangu, nani atakayebeba hii? Wewe unawanyima watu siku kubwa hii sana mbele ya Mungu, unawakataza watu wasifunge katika siku hiyo, na siku zote umekuwa ukituambia kadhi ndio kiongozi wetu. Leo mmemgauka kadhi Leo wamemgeuka kabisa, wanasema bana, kuna mufti ambaye leo anatoa fatwa, na mufti mwenyewe sijui nani alomchagua. Ndugu zangu, watu wawili watatu wanakuja wana, wanaanzisha vurugu tu. Dalili zote kwenye Qur'an, na katika sunna ya bwana mtume aaw sallam inaashiria kwamba mwezi ni mmoja peke yake duniani, na inapoonekana sehemu yoyote duniani, Waislamu dunia nzima wanafaa kufunga pamoja, na Waislamu dunia nzima wanafaa kula Idi pamoja.